Kruga mahususi kwenu, na nafahamu wote kwamba tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka huu ni siku ya kupiga kura, ni siku ya kupiga kura. Sisi kama vyombo vya ulinzi na usalama na sisi tunayo haja ya kufanya nini? Ya kupiga kura. Wewe unapoondoka hapa leo, unapoondoka hapa leo, nenda aadaye kitambulisho chako cha kupigia kura. Kila mmoja ni lazima ni muhimu, atapiga, atapiga, atapiga kura. Lakini nifikishe ujumbe kwa wananchi kwamba wasiwe na hofu, wasiogope hayo maneno ya kwenye mitandao. Mitandao huwa haina mipaka, mtu anaweza kaongea hata akiwa New Zealand. Lakini kwa Tanzania, Tanzania sisi hatuna katazo lolote la kushiriki uchaguzi na maandamano yanayozungumzwa ni haramu na hayajawajika kisheria na, na sisi ndio wenye wajibu wa kusimamia ulinzi na, na usalama. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi kwenye vituo vile walivyojiandikisha. Utakuwa na ulinzi wa kutosha, utakuwa na doria za kutosha na vituo vile vitalii. Kwa hiyo tumefanya mazoezi haya kwa ajili ya zoezi kama hilo, kusimamia. Litakuwa ni zoezi kubwa ambalo litachukua muda mrefu, almost siku tatu, japo upigaji wa kura ni tarehe ishirini na tisa tu umshanunaaka kwenye maeneo yetu lakini, naishukuru serikali ya awamu ya sita, kama mnavyoona umepokea magari. Na ndio maana kwamba hatutarajii kwamba kuna mtu atapata madhara wakati wa zoezi la uchaguzi, kwa sababu tuna nyenzo za kisasa kabisa, natumia sayansi nzuri katika kudhibiti waariu, tukapanga majaribio kidogo sudi weze kuona au kusikia nini tunamaanisha baada ya kuwa tumemaliza li pesa ii. Vyombo vingine tunaendelea kuipokea na leo tutapokea vyombo vingine tena zaidi, ikiwa ni ziada kwa ajili ya kuweza kumudu leo.